Tutapiga mfano kwa wepesi, haraka haraka. Tulisema huyu ni maiti ya mwanadamu, mathala amekufa, amelazwa hivi, sawa. Sasa wewe ndo mwoshaji, ukienda kule mochwari usifike tu na kurupuka na mwaga maji tayari, yaani tukusikilize zaidi na uangalie vitendo unavyofanya. Haa, no, ya eleza, haa, ambayo haya nayaeleza ndio haya ambayo tumeyasoma kwenye vitabu cha kufanya. Wewe ukifika pale unakagua, una viungo vyake je, vimekakamaa, sawa? Kwa sababu kama tulivyoeleza, mtu akifa viungo vinajikunja hivi. Kwa hiyo ukiona viungo vimeanza kujikunja, unaona kama hivi, una, unafanya hivi, unarudi hivi, na wewe inakuwa hivyo hivyo, sawa? Kwa hiyo unatakiwa ufanya kazi ya kulainisha lainisha, mikono, vidole huku, sawa sawa na kama macho yamekodoka, ya ya yanaangalia juu, unayafumba taratibu, sawa. Mdomo uko wazi, unatakiwa kuufumba, na hapa ndio penye kazi kwenye kuufumba mdomo, ikiwa amekaa kwa muda mrefu uko wazi, sawa, lakini ukifanya taratibu, na kuna mafuta pia, unapaka mafuta kwa ajili ya kulainisha, la basa fi hadha, ili viungo vilainike na virudi sehemu yake, taib, kisha baada ya hapo eh, we mwoshaji kama maiti ipo kwenye kitanda ambacho ni flati kama hiki, unatakiwa umwinue hivi sawa, umwinue kidogo. Kama unaweza mwenyewe utamwinua kwa mkono wa kushoto, alafu mkono wa kulia unafanyaje? Unapitisha hivi tayari, eh, unakamua kidogo kidogo, sio unakamua kwa nguvu sana, la kidogo kidogo tu na unamwinua una kidogo kiasi, ndio katika maelezo katika nuskha hii kwamba anamwinua eh, mpaka ka, karibu na kama vile anataka kukaa sawa, lakini usimwinue sana, kama tulivyoeleza kwamba unamkalisha kabisa hivi. Wengine ah, wanawakalisha wana maiti na ku, ku, kufanya mikono yao hii ishike kabisa kwenye vidole vya miguu. Hii haifai, sawa sawa, unamwinua kiasi tu kwamba ukifinya hivi kama kuna uchafu ambao uko tayari kutoka ufanyeje utoke. Kisha baada ya hapo, unavaa kitambaa. Kwa hiyo utavaa kitambaa mkononi, na sawa sawa ima ni mkono huo au mkono wa kushoto, kisha eh, unamnawisha, kisha unamnawisha sehemu yake ya siri ambayo imetoka hiyo najisi, utamnawisha na wakati huo akiwa katika katika shuka lake lile la kumwoshea, ambayo tulielezea siku ile eh, kwamba inatakiwa afunikwe ah, shuka wakati wa kumwosha, sawa sawa eh, na baada ya, kumondo, ya, ku, ya kuondosha zile nguo zake, baada ya kumwondosha nguo zake, anafunikwa shuka la kuoshea la ambayo shuka hilo linafunikwa kuanzia kitovuni mpaka magotini. Kwa hiyo utaingiza mkono wako ndani ya shuka chini, huku unamsafisha kuondoa najisi, huku anakumiminia maji huku wana kumiminia maji sawa sawa. Kwa hiyo ukihakikisha najisi imeondoka ile kitambaa ulichovaa kile unakitupa kile kitambaa ulichovaa unakitupa, kwa sababu kimeshika najisi tayari, hakifai tena sawasawa. Kwa hiyo unabaki na gloves zako, ndio maana inatakiwa wakati e, mwoshaji inatakiwa mwoshaji uwe umevaa gloves. Kitambaa yani hakina utaalamu wa kufunga vyovyote hivyo utakavyofunga Sawa, hamu shei, yaani uonekana amefanyaji, umeziba mkono wako usiguse u, utupu wa maiti mubashara. Sawa, usiguse utupu wake mubashara, bila bila kizuizi. Kwa hiyo hii ni khirqa hii, sawa. Kwa hiyo unamstanjia una, una huku, sawa una, wanakuminia maji huku na huku, unamstanji na kusafisha ule uchafu. Kwa hiyo ukishaondoka, unavua hakifai tena, tayari tayari. Baada ya hapo hatua inayofuata unamshikisha unafanyaje? Unamshikisha udhu, sawa sawa, unamshikisha udhu wa swala. Solo tunajua namna ya kutia udhu, si ndio? Kwa hiyo una, unamtawadhisha maiti kama vile unavyotawadha wewe, kwa kufuata taratibu na viungo vya udhu. Kisha baada ya kumaliza kumshikisha udhu unafanyaje? Kif ndo tunaingia kwenye kumwosha. Tunaanza nini? Kichwa, mkumbuke. Sawa, unaanza kichwa kwa utaosha kichwa chake, na ameeleza hapa na ndo tumeanza nayo leo. Kwa utaosha kichwa chake kwa maji ya povu, kama ni mkunazi, sawa, au kama ni sabuni utapaka sabuni na huku unasafisha, yani unasugua kichwa kama unavyooga wewe unajisugua, sawa sawa, eh. Kisha nakumiminia maji una, wale wanaokusaidia unasafisha kwa kuondoa nini povu, sawa sawa. Kimalizika, unakuja upande wa kulia sasa. Unaanza hapa kwenye bega lake la kulia, sawa, unakwenda na mkono, kisha unakuja upande huu mpaka kwenye mguu wa kulia, sawa, na unakuja mpaka upande huu wa tumbo, upande wa kulia, lakini kisha unamwinua hivi, sawa, huku ndio kulia kwake, unamwinua hivi wanakumiminia maji kama unapaka sabuni kwanza, wanatulia unapaka sabuni. Kisha unaweka sabuni pembeni, kama ni ya kipande, wanakumiminia maji una, una, unatoa sabuni sawa sawa. Kisha unakuja upande wa kushoto, kadhalika unapaka sabuni, unaanza mkononi huku begani, unashuka unakuja hivi kadhalika, unamgeuza hivi sawa sawa, unamgeuza upande wa huku lakini wakati unageuza huku usiache wazi hapa, ambako unajua kuna tupu yake ya nyuma, usiache wazi, hamtakii kuona, unafunika huku, shuka inatakuwa iwe kubwa kidogo la kumtosheleza, unafunika unaingiza tu mkono kwa ndani sawa sawa, alafu unatiliwa maji una, msafishi una naondoa, unaondoa sabuni kwa ukihakikisha mwili wote sabuni imekata. Hili ni josho la kwanza, hili ni josho la kwanza. Unarudia tena kwa mara ya pili, unaanza tena kichwa unamuosha una, una kama ulivyofanya mwanzo, unashuka kulia, pande ya kulia unakuja pande ya kushoto sawa sawa, sawa sawa. kama ulivyofanya mwanzo shee, unaona unaona, kwa sababu wewe ndo umeleta maslahi ya watu, ya watu wote kwa ajili ya kurudia hili, kwa hiyo inabidi uwe makini sana na, na baadaye nitakuuliza sawa sawa, sawa, eh? Kwa hiyo unarudia kama ulivyofanya josho la kwanza, ufanye la pili kadhalika la tatu. Lakini unapoosha josho la pili, wakati unapitisha una, una mkono wako kupaka sabuni unafinya kidogo, sawa sawa unafinya kidogo tumboni, ili kama kuna kingine kimebaki katika uchafu kifanyeje, kitoke, kisije ikatoka baadaye ikachafua sanda, sawa, sawa sawa eh? kao kishakamilisha ile mara ya tatu, kwamba naishia mara eh, majosho matatu khalas. Ile josho la mwisho ndio inapendeza kutia nini, kafuri yale maji, sawa maji aleyakumsafishia na ile ya tatu, kama utaona hakuna haja ya kupiga sabuni, basi usitumie sabuni, wakumwagie maji, wakuminie maji, huku nafanyaje? Una usugua mwili wake maji ambayo yametiwa manukato, sawa sawa eh? Kama kafuri hakuna, basi naweza akaweka manukato yoyote tu kwenye maji, anafanyaje? Yananukia, yananukia nukia, yananukianukia. Kimaliza hapo, maiti wetu tayari, yuko tayari ame, ame, ame, amesafika. Tunaleta shuka. E, tunaleta shuka shuka la ku la kumkaushia, sawa. Tunaleta shuka la kumkaushia, ile shuka, sema shuka lenyewe hili kubwa sana. Hameshele inachukuliwa shuka, anafunikwa sawa, anafunikwa kisha mfunika. Ima mnaweza mkamfunika mwili wote au mkafunika nusu Tunataka hapa cha kwanza tutoe ile nguo ya ndani ile ile shuka tuomoshea lile. Sawa? Kwa hiyo mnafunika ile shuka ambayo ni kavu afu huyu wa huku anavuta. Sawa? Mtu yote kama pande yoyote tu anavuta anatoa ile shuka liloloa lile ambayo ndio tumemoshea sawa? Natoka. Likishatoka anabaki na hili jipya ambayo ni shuka kavu. Sawa sawa? Kwa hiyo hii ndio mnakuwa mnamkaushia kama vile ukifunika shuka mtu unakuwa unamkaushia hivi. Sawa sawa, unamuinua hivi unakaushia na ile nguo ile, tayari kishamaliza, mnabakisha hapo, ndio mnamnyanyua sasa, mnampeleka kama ni sehemu nyingine ya kumvesha sanda, au kama mnamvesha sanda hapo, hapo kama kitanda cha kumvesha sanda ndio hicho hicho, basi lile shuka lile ambayo ni la kumkaushia utamkausha vizuri, alafu mtaleta kama ni kitambaa kingine kufuta maji yale kwenye kile kitanda. Sawa sawa, nafuta maji ili kitanda kiwe kikavu, kuja na huku huku mmemfunika tayari. Baada ya kuhakikisha hapa pamekauka, kazi sasa ina, inaanza ya kukafini ya kumkafini maiti, kumvesha sanda, si tunamveshaje? Ndo tunaingia, tumeelewana Waislamu eh hey. La, mwanamke afungi na kamba zile nywele zake awazifungi na kamba wanazifunga tu zenyewe wenyewe wana utaalamu wa kuzifunga sawa? Yale mabutu wanawake ma, matatu yale hawafungi na kamba nywele zenyewe wanazifunga kiwa na, na nywele nyingi zinafungika, naam. E, na. Hapo tumetoka kwenye mlango wa taghsilu ish almayit kumwosha maiti. Hivyo ndivyo anavyooshwa maiti kabiran au saghira sawa? Saminan au nahifan mkubwa kwa mdogo. Kama mdogo amefikia umri, yani umri wa kufanyaje wa kuoshwa, lakini hata kama awe ni mnene kiasi gani au mwembamba vipi, ndo anaoshwa hivyo hivyo, sawa? au awe shekhe vipi, shekhe mkubwa, kwamba labda mashekhe kuna namna ya kuwaosha? La, wote kaifia ya kuwaosha ni namna hiyo hiyo iliyokuja, eh, katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi alayhi wasallam, tayib.